Hakuna mtu ambaye anafanikiwa kokote kwenye ulimwengu wa giza na ulimwengu wa roho kama hakuna moyo uliopondeka. Ukienda kwa mganga, kwambia ni lazima ufanye hivi, ukikosea hata kidogo umefe. Mnanielewa? na kwenye ulimwengu wa roho hatufanikiwi hivi hivi kwa sababu eti wewe ni mshirika, kwa sababu unatumika, huwezi kufanikiwa. Ndio maana kuna watumishi wengi wanatumika lakini hufanikiwi. Ndio maana kuna watu wanaimba lakini hawafanikiwi. Ndio maana kuna washirika wanahudhuria kila siku hawafanikiwi. Sio kwa sababu wametenda dhambi, ni kwa sababu wamekosa mbegu inayoitwa unyenyekevu kupondeka moyo, kusema hapa mambo yote yamekwisha. Wanaishi kwenye kiburi kanisani, wanaishi kwenye maisha yao kanisani. Mwisho wa siku, wachungaji tunawekea mikono, hawabarikiwi, na wakibarikiwa ni kwa muda tu, zile baraka zinaondoka, kwa sababu Roho Mtakatifu na yeye anakimbia, maana hakai mahali ambapo pana kiburi, mahali ambapo pana majivuno. Ukimwambia fanya hivi, mtu hafanyi. Ukimwambia iwe hivi, anakwambia haiwezi kuwa hivyo. Usitegemee kuna baraka, hakuna kanuni, aidha kwa wachao au kwenye ulimwengu wa nuru haipo. Hebu hebu inua mkono wako namna hivi, inua mkono wako namna hivi, sema haipo, fanya hivi.